imilandu ya babemba patitu kubuluba buluba batile bafikile ku buluba baikala panono panono basankana na bakaya babeleshanya basuka baba pamo no kulanda balalanda ululimi ruine ulwa bati bafule batampa ukupatukananga filya inshimu sicita inshimu nga shafulisha mu cilunda shimo shilafumamo sha kuuka shaya kumbi nelyo mushi nga wakula mwabe fikansa ifikansa no lubuli na fimbi abantu balapatukana aba bakulapa aba nabo apa e fyo cali na kulya kwine ku buluba kwali mfumu kapopo uo balumba abati kapopo la poa umukali uwapwa abantu ena alenda ne cipyu talemfwana na tale na bantu nangu

wabo musumba ukalamba ubushiku bumo abena musumba baile mu mpanga ku kulunga eko baya sanga umwana bayasanga umwanakashi umukashana ali umusuma ne fimatu ifikalamba ifyakopela bamusenda bamutwala ku mfumu abati we mfumu uyu mwanakashi twamusanga mu mpanga tatwishibe uko afumine e uku twati natumutwale ku mfumu mukulumpe amwipusha ati ni wani umwanakashi ayasuka ati nine mumbi liulu mukasa imfumu aiti nga muko waobe mumbi ati ndi mwina ng'andu imfumu aiti watula kwi mumbi ati iyo ine takuli uko mfumine muponene fyemu muulu nshakwata bantu bandi imfumu yamulolekesha aiti cine cine

babutukila mu mpanga batilo nabo bene batunke imfumu abati nga wabaleka bakabwera bakese kupoko ufumu we mfumu bwibapanya mu kulumpe ayo ifita fyakwe wukwimba ama, amacinga mu nshila babikamo na masuwawo awe

nolubembo nomondo no mondo alishibe no kulisha amashiwi Chitina bo, adishibe, katonga, ndu, ya pa mondo citi na nkole nabo balishi balishibe mu kulumpe wena taishibe awe katongo amfwa umulandu wa kuti imfumu ilefwaya ukwipaya nkole naciti bwatibwile katongo abula mondo ati kansoke bamunyinane alalisha ati nkole wa pembwe mfwa umulandu nkole wa pembwe mfwa umulandu citi

balamba amacinga baponena mu nshila basuka bafika ku mpongolo bakonkonsha kwikoma katongo aipusha mukapopo ati nimwe bani abati ni fwe bamunonko awe abeswila ne mpongolo baingila muninane muninebo alabashimikila fyonse elyo baya kuisano batota na pa mwinshi balalisha amatete ya mifwi kumata